Hebana sawa msanii lakini pia mpiga picha kutoka nchini Tanzania e, ameweza kuonesha ni kwa namna gani ambavyo amechukizwa na baadhi ya watu kumcheka Ibra e, na kumbeza kwamba ni msanii ambaye anataka kutoka Konde Gang, lakini pia kiasi cha pesa ambacho anaomba kama ro mchango cha takriban e, bilioni moja kupitia ukurasa wake wa Instagram page. Lukamba aliweka wazi kuwa kuna baadhi ya watu eh, wanachukulia mzaa bila kujali kwamba Ibra anapitia magumu gani katika kipindi hichi. So ni kwamba aliweza kuandika maneno haya kwamba natamani kujua tangu mdogo wangu Ibra alivyoomba msaada eh, kafanikiwa kwa kiasi gani? Maana naona kuna baadhi ya watu wanatumia eh, kama kichekesho, hali ya kuwa dogo anapitia magumu. Ila hii dunia, hii dunia, hii unafiki mwingi sana sijui, kwa nini anguko la mtu siku hizi linakuwa

walimwengu ila binadamu wanajisahau sana, aliandika hayo maneno ya Lukamba. So kuna baadhi ya watu wengi sana ambao wao walikuwa wanachukulia kama ni kiki, wengine wakiendelea kuponda eh, kwamba Ibra bana amezingua kwa ajili ya kutaka kuondoka Konde Gang, kama imekuwa ni mapema sana. So kuna baadhi ya mambo mengi sana ambao yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini mpige picha, platinum, back, Lukamba, kwa upande wa mpiga picha wa damo Platinum kipindi hicho way back, sasa hivi bana Lukamba ameweza kufunguka kwamba amechukizwa na yale mambo ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii kwa wale ambao wanambeza na kufanya kama ni vituko Ibra anavyoweza kuomba michango eh, ya kuweza kutoka pale Konde Gang bilioni moja ambayo eh, ndo Harmonize anaitaka ili mradi yeye yeah, Ibra aweze kutoka pale Konde Gang. Tupe mtazamo wako, kama wewe mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Scope until next time, bye.